Namna moja kwa moja mia na kunjua jamvi hili ina taarifa kuwa shughuli za usafiri zilitatizika kwa muda katika barabara kuu kutoka Malaba kuelekea Webuye baada ya wakulima na wafanyikazi wa kiwanda cha kusaga miwa cha Nzoia kuandamana wakidai malipo yao kabla kiwanda hicho kukabidhiwa kwa mtu binafsi. Wakiongea na waandishi wa habari wakiwa katika soko la Bukembe, eneo bunge la Kanduyi katika kaunti ya Bungoma, wakiongozwa na mwakilishi wa wafanyikazi Ben Kisiang'ani na mwakilishi wa watu wanaoishi na ulemavu wanamtaka Rais William Ruto na gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Makelo Lusaka kuhakikisha wakulima na wafanyikazi wa kiwanda hicho wanalipwa fedha zao. Hata hivyo, wametoa wito kwa Rais William Samoei Ruto kutimiza ahadi yake ya kuleta mashine mpya katika kiwanda hicho. Kwa mengi zaidi, tupate jinsi mambo yalivyokuwa maeneo hayo. Naomba eh, rais wetu bwana Ruto utu utupatie pesa yetu, raia aingie. Na mimi naambia mheshimiwa spika wa, wa serikali yetu ya Kenya, tunakuheshimu lakini unapoteza heshima kwa sababu ya kunyamaza, na mnanyanyasa wafanyikazi, mnanyanyaza wakulima, na sisi tunataka kuumia watoto wako Akasema kwamba amekundua mtu mwenye amenyanyaza ameparalyze biashara ya sukari Kenya, Rai. na akasema huyu mtu na anaitwa nani? akasema huyu mtu na anaitwa nani? Rai. na akatuwaiti akatupatia amempatia mambo matatu, moja ikiwa ni kuhama Kenya, ingine ikawa Mbinguni. Mbinguni. Mbinguni. Mbingu. Mbingu. ama aende mbinguni hey. Tunauliza president, hatutaki kuungana na wale watu wanasema wewe ni mwongo nini, kitu gani imebadilika, ikakubadilisha ukasema ya kwamba Rai akuje Nzoia apatiwe wafanyikazi mshahara wa mwezi moja, alafu amuondokee kama Rai? Tunakuuliza na tunatuma hii ujumbe kama nayetu Lusaka, wewe ulisema ya kwamba utakubali tu kusaini kama Rai, kama serikali imelipa wafanyikazi imelipa wakulima, ndio Rai aingie Nzoia. Ni kitu gani imebadilisha? Umekuwa mnyamavu sana kucha mwanzo waambie wafanyikazi waambie wakulima waambie community ya Bungoma atla miwa. Sisi tulileta kwa amani kampuni ya Nzoya kashaka kwa amani, lakini kudai ni machozi mwanzo. Tunashanga kwa nini wabunge wetu kina seneta kina wote tu wabunge wetu w, w, w, w, Wabungoma wote wametusahau, saio wanatupia matia kasi, polisi wamekuja watusuia zisi kudai pesa zetu. Sisi tunataka tu pesa, hatutaki vita. Tuwote ndio akuja achukue Nzoia. Raia wali kamboni, mkataba wa leasing ilisema, uh, wanalipa watu ndio raia achukue Nzoia. Sasa, wasa hiyo mapatanisho nimekuwa kwa county commissioner na chana anas, alipika simu mahali na vile alipika simu mahali akapatikana. Vile alipatikana alisema mambo yenu hiyo imekuwa ngumu. Sasa, kama mambo ni ngumu inaonekana tuna mdudu huko nyuma ya kuiba Nzoia . Sasa wafanyakazi wa, wa kulima na watu wenye waliritaya Nzoia, msimame pamoja. Sisi hatuna shida na rai, hatuna shida na mtukufu rais, hatuna shida na mtukufu rais, tunataka tu pesa yetu ya retirees, both unionizable and management, yote ilipwe bila kuwachia senti inje, alafu tuwachie huyu muhindi aingie afanye maneno yake. Uwezi uza ng'ombe na unaambia mwenye umeuzia vile unataka triti o ng'ombe, haiwezekani, wezekani. Asante sana.